Bwana Messi na Ronaldo tunajua kabisa wanaelekea kwenye dakika za jioni kabisa za kumalizia kiria yao ya football. Tuko tumewafurahia kwa muda mrefu lakini sasa inaonekana kila mmoja anaelekea kumalizia mpira wake. Sasa, katika kumalizia mpira wao kila mmoja amekuja na staili yake. Cristiano Ronaldo anakuja na staili yake ya kuhitimisha lakini pia hata Lionel Messi naye amekuwa na staili yake ya kipekee ya kuhitimisha. Sasa, siku mbili zilizopita kwa mkia jana eh, Cristiano Ronaldo alizindua chaneli yake mpya ya YouTube ambayo mashabiki wengi wa Messi wamemtania Cristiano, ameamua ameshindwa mpira na ameamua sasa kuwa mtengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia mwezi wa tano mwaka huu Messi alizindua kinywaji chake eh? Kinywaji chake kipya kabisa ambacho alikipa jina la Mas Plus, kwa maana ya tafsiri kwa Kiingereza ni More Plus eh? Kwa Kiswahili tunasema zaidi na Messi eh? Kinywaji chake alikizindua mwezi wa tano, na alipokizindua kama kawaida, mashabiki wa Ronaldo lazima wamfanyie utani basi walimtania na kumwambia kwamba mpira umeisha sasa, ameamua kutengeneza juice yeah. Hayo ni matani ya mashabiki wa, wa Ronaldo, wakati Messi anazindua kinywaji chake kipya, lakini tuangalie upande wa social media yeah. mm. wachezaji hao wawili wakubwa kabisa ambao wamekuwa wakishindana kwa muda mrefu kwa miaka zaidi ya kumi sasa mm. kila mmoja katika eneo lake, wamekuwa kila mmoja ana bora wake katika eneo lake katika mitandao ya kijamii Ronaldo of course amekuwa akifanya vizuri sana kuzidi Messi, lakini wote kila mmoja ana namba zake ambazo ni, ni, nyingi tu na sio namba za kutania hata kidogo. Eh, kwa upande oh, wa mitandao ya kijamii kwa wachezaji hao wawili wakubwa kabisa, kwa upande wa Facebook Cristiano Ronaldo ana followers milioni 169.8. Hizi takwimu za mapema kabisa eh, za leo hizi takwimu, lakini pia takwimu za leo kwa upande wa Facebook kwa upande wa Lionel Messi ana followers zaidi ya milioni 176 kwa upande wa Lionel Messi pale Facebook, lakini pia katika mitandao ya Instagram, Lionel Messi ana followers zaidi ya milioni 504, lakini pia kwa upande wa Cristiano Ronaldo, kwa upande wa Instagram ana followers zaidi ya milioni 636, lakini pia katika mtandao wa YouTube wote wapo e, ambao ndio YouTube mpya ya Cristiano Ronaldo. Katika mtandao wa YouTube basi Cristiano Ronaldo ana followers au subscribers zaidi ya milioni 12.4 na kukua, basi, kwa kuwa akaunti yake ni mpya basi wanazidi kuongezeka eh, kwa, kwa kasi sana lakini pia kwa upande wa YouTube Lionel Messi ana subscribers zaidi ya milioni 2.28. Eh, subscribers wa kutosha kabisa, lakini pia katika mtandao wa X ambao zamani ulikuwa ni Twitter eh, Lionel Messi eh, kwa upande wa mtandao wa X hana account lakini kwa upande wa Cristiano Ronaldo katika mtandao wa X ana followers zaidi ya milioni mia moja kumi na mbili katika mtandao wa X. Sasa hawa ni wachezaji wawili wakubwa ambao tumewafurahia kwa muda mrefu sana, lakini sasa kwa upande wa sisi mashabiki, kila mmoja anakuwa ana, ana, ana, anampenda au anamshabikia mchezaji mmoja e, na na mwacha mwingine kwa sababu ambazo yeye anazijua. Kila mtu ana sababu zake kutokana na kila mmoja na mtazamo wake aliyonao. Wewe niambie, wewe mchezaji wako bora muda wote? Goti wako ni upi kati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo?